Mpango wa kuanzisha mradi wa kiwanda cha kuchuja mafuta ya parachichi umewekwa wazi katika mkutano mkuu wa mwaka wa uchaguzi na hata katika maonyesho ya bidhaa yaliyofanywa na ASTA mjini Njombe ambapo Emmanuel Kisinda, mwenyekiti wa ASTA na Halima Mdee, mjumbe wa bodi, wanasema wamedhamiria kufungua masoko ya nje na ndani kwa kuanzisha kiwanda ambacho kitachukua parachichi zote za daraja za viwandani ili kumsaidia mkulima. Kipaumbele chetu kikubwa kwa sasa kujenga kiwanda cha mafuta ya parachichi haraka sana, kwa sababu tulishakuwa na wadau ambao ni wadau wa fedha, wadau wa mashine, madhumuni ASTA wote tupate, tunataka tushirikiane kwa ukweli, wewe upate, mimi ni pate. Na kimkakati ni kwamba tumwambia mkulima kwamba sisi tutanunua parachichi lako ambalo haijakidhi vigezo vya kuuzwa kama fresh kwa shilingi elfu tatu. Mara baada ya kusikia mpango huo ndipo mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe Zakaria Mwansasu kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akasema kutokana na umuhimu wa zao hilo serikali imeendelea na maboresho ya miundombinu na kisha kutoa rai kwa wakulima kuacha kuuza parachichi ambazo hazijakomaa ili kulinda soko. Serikali inaahidi kushirikiana na na wadau wote katika mnyororo wa thamani wa zao la parachichi wakiwemo ASTA katika kufungua fursa na kutatua changamoto zinazojitokeza katika mnyororo wa thamani wa zao la parachichi. Tusivune parachichi ambayo haijakomaa. Wakati hatua hizo zikichukuliwa ili kufanya mageuzi makubwa katika kilimo cha parachichi, wadau wa zao hilo pia wanaeleza athari za wizi, ukosefu wa elimu na changamoto ya ubora kwenye zao unavyoathiri soko na teknolojia zinazopaswa kutumika ili kukabiliana na vikwazo hivyo. Kwa muda mrefu wakulima wa parachichi wamekuwa wakiangaika na swala la ukomavu wa matunda yanapokuwa shambani. Kwa kupitia kifaa hiki, ni kwamba sasa hivi wakulima wana uhakika wa kutoa matunda yaliyokomaa tu. Ni green gold, ni zao ambalo kama likitendewa haki litapeleka vizuri wananchi wa mkoa wa Iringa, Njombe na sehemu zingine zinazolima parachichi lakini kitu kinachokosekana ni elimu ya mkulima. Mizani yetu hakuna mtu yeyote anayeweza kuifungua bila kupata taarifa ya wakala wa vipimo. Mtu yeyote ambaye atafungua bila kuwa na kibali cha kufungua mzani, hautaendelea kufanya kazi, utajifunga na kutoa taarifa kwa wanaohusika. ASTA ni mwavuli wa wakulima wa parachichi Tanzania ambao hadi sasa una wanachama 350 kutoka mikoa yote nchini. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.